Serikali sasa imetakiwa kuwekeza katika miradi ya ushauri nasaha kwa watoto wa mitaani, ili kupunguza visa vya uhalifu na utovu wa nidhamu. Haya najiri baada ya takwimu kuonyesha kuwa zaidi ya watu laki mbili wanarandaranda mitaani, huku zaidi ya elfu ishirini na tano wakiwa ni watoto. Na kama anavyotuarifu Lora Utieno, jamaa mmoja aliyekuwa mfungwa ameanza kutoa mafunzo kwa vijana wa mitaani huko Kakamega na kuanza kubadilisha maisha yao. Katika mtaa wa Maraba, kaunti ya Kakamega, burudani chumbani humo inavutia vijana wa mitaani, huku baadhi yao wakionyesha miondoko ya kisasa. Ila chini ya mdundo huu, vijana hawa wanapewa mafunzo kuhusu afya ya akili. Miezi sita sasa Daniel Kwemba amekuwa akiwafunza vijana kuhusu mbinu ya kutunza afya yao ya akili. David aliyekuwa mfungwa kwa miaka kumi na mitatu alianza mradi huu baada ya kuona masaibu anayopitia vijana hawa. Kuna wale wanawaita kufanya mambo zao kwa sababu ya chakula, na mimi niliwaita kuwafunza. Sasa kitu kama iko kidogo tuna share kama brothers, lakini niliwaita kuwafunza na mara nyingi huwa mimi nawaita kuwafunza. Nataka kubadilisha mawazo yao itoke kwa chakula ikuje kwa maisha ili maisha yao yaweze kubadilika, wao watu wa muhimu ambao wanaweza kutegemewa na jamii. Licha ya changamoto za ufadhili, vijana hawa wameelezea matumaini yao kupata maisha bora baadaye kutokana na mafunzo wanayopokea hapa inayohusisha pia ukuzaji wa talanta. Si mara yangu ya kwanza. Sasa hata pale niko hapa, nasikia tu poa. Hata nikienda huko nje, naelezea marafiki wangu, kila mtu, ili nikutane rafiki mzuri ambao kanaelezea vitu mbaya, mwache yo u iyo nakusaidia hiyo mawazo ukonayo fikirie nini kusaidia. htapaluuko Kulingana na takwimu kutoka idara ya KNBS, Kenya ilikuwa na jumla ya watu laki mbili wanaoishi mitaani, huku elfu 25 kati yao wakiwa ni watoto. Juhudi kama hizi za ukwemba ni mojawapo ya mikakati inayothibitisha kuwa mui huwa mwema na kueneza wema huo kwa jamii. Laura Otieno, runinga ya Citizen.